Hari apa muda um, huu tutakwenda kuona kuwa Bwana Yesu Kristo yupo karibu kulinyakua kanisa lake. Tutakwenda kuona huyu Yesu atakujaje kulinyakua kanisa lake, na huyu Yesu Kristo atakujaje kuwanyakua wale ambao waliyafanya mapenzi yake na kuenena sawa na kuenena katika haki. Basi nikukaribishe katika kipindi hiki kwa majina yangu ninaitwa Mwinjilisti Elisha Edriki. Nimeokoka, ninamtumikia Bwana Yesu Kristo, nina umri wa miaka kumi na tano na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana sura ya ishirini na mbili na ule mstari wa kumi na mbili Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami ili kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana asifiwe. Takwenda kuomba. Bwana Yesu mtakatifu, Mungu uliyeko juu mahali palipotukuka. Tazama Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki na neema yako Bwana, ambayo umetuonekana ambayo umetuonekania siku ya leo. E Bwana Yesu Kristo, ndipo nikikusi wakati mwingine tena ambapo Bwana Yesu Kristo wanao wanakwenda kula na kunywa. E Mungu mwenye uzima, niongoze, nipitishe kama chombo chako Bwana Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, niongoze Bwana Yesu ndipo nikivunja kila nguvu zote za adui ambazo zinakuwa kuinuka kwa ajili ya kuzuia kipindi hiki kwa jina la Yesu Kristo amen. Basi ndugu yangu wewe unayenisikiliza, neno la Mungu limesema Yesu Kristo mwenyewe aja upesi na ujira wake u pamoja naye, ili kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi aliyoitenda katika dunia hii. Wewe ndugu yangu, unaitenda kazi gani kazi gani ambayo unaitenda katika dunia hii. Yesu Kristo amesema ya kuwa aja upesi, maana yake huyu Yesu yu karibu kuja nda huu tu yu karibu kuja Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, unayonisikiliza umejiandaaje kwa ajili ya kunyakuliwa? Umejiandaaje? huyu Yesu asikupite, ili ukaje ukadumbukia jehanamu ya moto, ukaje katika mateso. Umejiandaaje huyu Yesu akija asikuache, umejiandaje? Huyu Yesu akija, na wewe upate kunyakuliwa. Maana muda si mrefu, mambo mengi yamezungumzwa katika Biblia ambayo uh, yatakuwa ambayo yalikuwepo, yatakuwepo wakati Yesu Kristo anakaribia kuja. Hivi leo tunaona watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Watu watakuwa wenye kujifanya wenyewe ndiyo Mungu, kujifanya wana uelewa mkubwa kumzidi Mungu. Hivi leo tunaona wanasayansi. Wanasayansi anataka afanye mambo ambayo anaenda kujisifu anasema amemzidi Mungu. Hivi leo hapo wanasayansi ambao wametengeneza roboti. Roboti ambayo inasemekana kuwa ina akili za kumzidi mwanadamu. Na wenyewe wamejisifu kuwa wenyewe wana uwezo wa kumtengeneza mtu aliye na akili ambaye kumzidi mtu ambaye amemtengeneza Mwenyezi Mungu. Hicho ni kiashiria cha kuonesha ya kuwa hizi kabisa ni siku za mwisho, huu kabisa ni wakati wa mwisho, ambayo tunabidi tujiweke, tukeshe, tuenende saw sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni mtume, kama wewe ni nabii, uiseme kweli ya Mungu ili watu wapate kuokolewa. Ndugu zangu, Biblia imesema ya kuwa, nyakati zile za mwisho watu watakuwa kama hivi unavyoona. Ndio maana nasema Yesu yuko karibu kuja. Watu watakuwa kama hivi hivi unavyoona. Biblia imesema watakuwa wakila na kunywa, watakuwa wakioa na kuolewa, watakuwa wakiuza na kununua kama hivi hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo hata hivi leo Yesu Kristo anaweza akaja kwa ajili ya kunyakua kanisa lake. Jiulize ndani ya moyo wako wewe unayesikiliza. Hivi Yesu Kristo angelikuwa anakuja sasa hivi, ungenyakuliwa? Nani ambaye umemtukana wakati uliopita? Nani ambayo maneno ambayo umemjibu ma, majibu ambayo ayaereweki wakati uliopita? Jiulize ndani ya moyo wako, Yesu angalikuwa anakuja kunyakua kanisa lake ningeenda au, au, au ningalibaki? Ndugu yangu, nahitaji nikujulishe katika kitabu cha Ruka sura ya kumi na saba na ule mstari wa ishirina sita, neno la Bwana linasema na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, garika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Rutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, walikuwa wakipanda na kujenga lakini siku ile Rutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Biblia imesema ndivyo itakavyokuwa kama siku ile Mungu alimtumia mtumishi wake Nuh, ambaye alimuona kuwa anayefanya mapenzi yake, alivyomtuma mtumishi wake Nuh akahubiri injili kipindi kile katika dunia hili ya kwamba mtende matendo mazuri, maana muda si mrefu, mchana matendo yenu ambayo mnayatenda hivi leo ak uta, itashuka na kuangamiza wote ninyi nyote, dalika itashuka na kuangamiza. Lakini watu walizalau, kama hivi leo ambavyo neno la Mungu linahubiriwa inene kweli, yafanye mapenzi ya Mungu, achana na dhambi, achana na uzinzi, achana mambo ambayo hayaeleweki. Lakini hivi leo bado Unazidi kushikilia dini, unazidi kushikilia mama ambaye haeleweki, unasema sijui jana kama ni kwenda nitaenda mwingine. Anasema kama unasali una dini yako nzuri, hauwezi ukaenda jana, kwa sababu ile dini ukienda mbele za Mungu itakutaja. Ita, ita na wale, aa, wale dini, ku, wakua, wakaku, a, wale wakuu wa dini wataitwa na kuulizwa kuwa, je, huyu mtu alikuwa ni mtu, alikuwa ni mtu anayesali katika dini yako? Asa ndugu yangu, nahitaji nikueleweshe kwa hili. Biblia imesema katika kipindi kile cha Nuhu. Nuhu alivyohubiria Injili, walikuwa ni kama hivi hivi, walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wakipanda na kuvuna, kama ile siku ambayo Nuhu alioingia katika safina, ambapo gharika ilishuka, ilikuwa ni kama hivi hivi, maisha tunayoishi yalikuwa ni hivi hivi, yalikuwa ni hivi hivi, na ndivyo Yesu akaja kuelezea katika katika agano Jipya, Akada kutafsiri akatoa na dalili ambazo zitakuwepo kama hizi ambazo nimeisema, ni hii dalili ya wanasayansi ambao wametengeneza mambo. Ndugu yangu nahitaji nikueleze ndivyo ilivyokuwa, ndivyo ilivyokuwa na ndivyo itakavyokuwa, kama ilivyokuwa katika kipindi cha Nuhu, walivyokuwa wanaishi wanaenenda, injili ilihubiriwa. Nataka nikufumbue macho ndugu yangu Mungu aweze kuangamiza wala kuteketeza kabla hajamtuma mtumishi wake kwa ajili ya kukuambia neno la Mungu. Ukiona Mungu amekuja kunyakua, kunyakua kanisa lake, ambavyo hivi leo tunamtarajia hivi karibuni aje kunyakua kanisa lake, lazima atawatuma watumishi wake waje kufanyaje? Kukuhubiria injili ya kweli, kama hivi leo injili inavyohubiriwa. Mungu hawezi kuruhusu mabaya akupate, hawezi kuruhusu wanajana na Mungu kama akuruhusu ku kule kwa katika kipindi kile cha Nuhu wateketee kama kuruhusu, ndivyo Biblia imesema ndivyo itakavyokuwa. awaza karuhusu hivi leo kwanza, na watuma watumishi wake wahubiri injili kama alivyo mtuma Nuhu, alafu hapo ghadhabu ya Mungu ndivyo itakavyoshukia wa wanadamu. Hivi sasa injili inahubiriwa na watu mbalimbali, watumishi wa Mungu wanahubiri injili. Kwa hiyo jiuliza ndani ya moyo wako, haina budi kutokea Yesu Kristo aja upesi kwa sababu injili inahubiriwa. Injili ya kweli inahubiriwa. Amewaruhusu vijana waihubiri injili. Amewaruhusu wazee waihubiri injili. Kwa kwa hiyo hivi, kama injili inahubiriwa, ujue haina budi kutukia Yesu kuja kulinyakua kanisa lake. Kwa sababu kama ni injili inahubiriwa, ameisha kujulisha kweli. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hautakuwa na la kujitetea kwa sababu injili ilileta kwako. Na kama uko katika m... katika simu yako ama simu yako nzuri, uko kazini, uko katika simu yako ama na nili yote, mtandao wote wa kijamii, uko unanisikiliza, Mungu kwa njia yoyote ile atakufikishia ujumbe na ile kweli ya kuwa, kama hujampokea Yesu kwa Bwana na mwokozi maisha yako na kuachana matendo maovu, hautaurithi farma Mungu. Kama injili hiyo imesha kufikia, ujue kwa uko hatarini, kwa maana utasimama mbele ya Mungu wako ana kwana, na Mungu wako atakuuliza, je, injili yangu haukuisikia? Utajibu nini mbele za Mungu wako, na wakati hivi leo uko unaisikia injili ya Mungu na utaki kubadilika. Usiwe mtu ana namna hiyo. Ndugu yangu, tamani kubadilika matendo yako yaliyo maovu, tamani kuyaacha, tamani kumpokea Yesu, au Bwana mwokozi wa maisha yako, tamani kumpokea Yesu abadilishe maisha yako, achana dini kabisa. Mpokee Yesu, amini kile ulichokishika. Je, kinakupeleka wapi? Yesu hawezi kuangamiza kabla ajamtuma mtumishi wake. Yesu hawezi kuangamiza anarudia, kabla ajawatuma watumishi wake. Yesu atokuja kunyakua kanisa lake kama kabla ajawatuma watumishi wake kuhubiri injili ya kweli. Kwa hiyo hivi leo Yesu amewatuma watumishi wake sehemu mbalimbali, wamehubiri ile kweli. Sasa ni wajibu wako kumpokea Yesu, kwa maana utakaposimama na Mungu wako ana kuana kueleza yale ambayo akakuelezea, yale ambayo uliyatenda, hautakuwa na cha kujitetea. Yesu kusikia katika dunia hii hayupo ambaye hatokufa. Ama Yesu atakapokuja atakuwa ajaisikia ile injili ya kweli, kila mmoja mmoja atakuwa ameisha isikia. Kama kipindi kile cha Nuhu, watu waliisikia watu, lakini wakagoma, ndio gharika ikashuka na ikawaangamiza. Biblia, nikiendelea ku kuangalia hapo, Biblia imezungumzia kuwa ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo usije ukawa katika kuisoma Biblia au ulivyosikiliza hapa nilivyosoma <coughs> ukaisi, ni kipindi kile, ndugu yangu, sio kipindi kile, wakati galika ile inashuka kuangamiza dunia. Wakati ule Yesu aliwajulisha, ambaye Mungu huyo aliwajulisha, akamtuma mtumishi wake akamwambia ile kweli baadaya sasa ya kuambia ile kweli ndiyo mambo ya kaja yakowa hivo wakaangamizwa. Baada ya Mungu kuambia kweli, baada ya Mungu kukwambia wewe kweli, ndio yaja upesi kulinyakua kanisa lake. Nataka nikufumbua katika somo hili, Mungu hatakuja kulinyakua kanisa lake kabla hajakwambia. Kwa hiyo kama amekwambia hivi sasa, jua yupo karibu kulinyakua kanisa lake. Ndugu yangu usije ukaisi, kanisa ni kama pale unaposalia. Kwa wapo watu wengi hivi leo, wapo watu wengi wanasalia hapo, kuwa watu wote watanyakuliwa, kwamba kanisa lolote pale naposalia ndipo nitakuja kunyakuliwa. Kanisa ni wewe, ndugu yangu, kanisa ni wewe. Unaishije? kanisa ni usije hapo, usije kaisi kwa wewe ni kanisa. Hapana, kanisa ni lile ambalo ametengeneza vizuri na Mungu wake na anaishi katika maisha yale mazuri ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Hilo ndio kanisa. Kwa hiyo kama wewe una, unaona bado una maisha ya chenga chengachenga, bado una maisha ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, jua unakwenda kuachwa muda si mrefu. Biblia ilivyoendelea ikasema, kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Rutu, kipindi kile walikuwa wakiwa na kunywa, wakizini sana kama machafu ambayo yalikuwepo sasa hivi, na kipindi kile kuna kawangarau kidogo, kwa sababu hawakuisikia Injili sana, lakini Injili waliisikia. Lakini wewe, Injili imehubiriwa mpaka mtandaoni, Injili imehubiriwa ikufikie. Jua kuwa huko hatarini. Kama ilivyokuwa katika siku za za Lutu ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu, ambaye ndiye Yesu Kristo, ndivyo vile vile itakavyokuwa. Kwa hiyo kama injili imehubiriwa kama Lutu alivyohubiri injili katika ile Sodoma na Gomora, kama injili imehubiriwa vivi hivi, ujue ya kuwa Yesu Kristo yuko karibu kulinyakua kanisa lake. Yesu Kristo yuko karibu kulinyakua kanisa lake. Ndugu dugu, nisikiliza. Huyu Yesu anavyoenena na anavyopeleka mambo yake si kawaida kama unavyofikiria. Huyu Yesu anavyopeleka mambo yake ni kipekee zaidi. Hautakuja mtu yoyote akakwambia kuwa jumapili kama hii ya kuwa Yesu atakuja kuninyakua kanisa lake, hapana, haitakuwa hivyo. Injili itakuwa inahubiriwa kama hivi sasa. Wapo wengine hivi leo, wapo wameraha majumbani kwao. Wapo wengine hivi leo, wapo kazini, wapo watu wengine wapo katika mambo yao mbalimbali. Ndivyo itakavyokuwa, ndivyo itakavyokuwa. Hata ukuja kutokeza mtu akakwambia kuwa siku hiyo ni leo, kwa hiyo ujitakase. Mda wa kujitakasa ni kuanzia sasa, kwa sababu neema bado unayo, bado mda hujafika ule ambao utasema ningalijua, na ningalijua, hiyo haitoweza kukusaidia Muda ndio huu wa kumpokea sawa Bwana Mwokozi wako wa kuachana yale maovu. Muda ndio huu kwa maana dakika moja unayozidi kuipoteza, mbele utakuja kuipoteza hiyo dakika moja, na utasema ningarichua, nikatumia dakika zile zilizopita nyuma. Ningarichua na ningarichua haitaweza kukusaidia kwa hiyo, ndugu yangu, epuka usije ukakutana na ile neno ningarichua, epuka usije ukakutana na ile neno ningarichua. Yesu yuaja upesi kwa ajili ya kulinyakua kanisa lake. Yesu aja upesi kwa ajili ya kuwanyakua wale watakatifu wake. Yesu aja upesi, Yesu amekuja haraka hivi leo. Yesu aja haraka, yaani inamaanisha kuwa Yesu Kristo hana muda mwingi asije, yawezekana atakuja hata leo, yawezekana kwa sababu hakuna ajuaye. Yeye mambo yake anayapanga kitaalamu zaidi, hayupo hata juaye ya kuwa itatokea wakati huu. Kwa hiyo hata mda wowote Yesu Kristo anaweza akaja. Kwa hiyo zidi kujitakasa. kama ulikuwa bado unaendelea kusema kuendelea na ule msemo wa kuwa ninakula kuraa za dunia, acha kwanza, ndio nimeingia katika ujana, acha kwanza nile ujana, acha kwanza nitumie ujana. Kuna wengine ivire wanasema, wewe umeokoka, umeokoka ukiwa ukiwa mtoto mdogo, au wako wako wako na umri huu, umetenda dhambi gani? Ndugu yangu, usisubiri kuokoka baadaye. Usisubiri kuanza kuyatenda matendo mazuri baadaye. Muda ndio huu. Neno Bwana ni nimesema haja upesi. Na hakuna yeyote ajuaye siku wala saa. Hakuna yeyote ajuaye. Hivi leo naongea, yaweza kuwa hivi leo anakuja. Yaweza kuwa kwa sababu hakuna ajuaye. Na mambo yote karibia yameisha tokea. Unaona mwenyewe dunia hivi leo imebadilika. Unaona manabii wao, unaona mwenyewe. Ndugu yangu, ninakuasa na ninakusii. Usisubiri baadaye. Yesu aja upesi. Vyeo nnavyoongea leo, katika akili yako If Yesu angalikuwa anakuja sasa hivi, If Yesu angalikuwa anakuja sasa hivi kulinyakuwa kanisa lake, je, mimi ningeenda? Aijarishi umeokoka, aijarishi ukoje, aijarishi ni mchungaji, aijarishi ni mzee wa kanisa, ama unatenda matendo mazuri ya namna gani? Wewe unayenisikiliza, jiulize Je, Yesu angalikuwa anakuja sasa hivi, ningaliokoka na ningalinyakuliwa? Jiulize, mangapi umeyafanya nyuma, au muda huu ni mangapi unayafanya? Ni mtu gani ambaye umemaliza kumjibu jibu baya? Jiulize ndugu yangu, je, Yesu angalikuwa anakuja ungerienda? Yesu angalikuwa anafika leo hii kulinyakua kanisa lake, ungerikwenda naye? Ndugu yangu Nazidi kukua sana kukusii dumu katika maisha ya utakatifu, yale maisha ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu kila saa. Yesu aja upesi na muda huu anaweza akaja, kwa maana hakuna juaye ni wakati gani ambayo Yesu Kristo anaweza akaja. Mambo yote yameisha tokea. Amesema ya kuwa ndivyo itakavyokuwa kama ilivyokuwa kipindi kile ambavyo walikuwa akila na kunywa. Hivi leo tunaona watu wanakula na kunywa, watu wanaoa na kuolewa watu wanapanda na kuvuna hivi leo, tunaona kama yesu angalikuwa anakuja sasa hivi hakuna ambaye hajaona, hakuna ambaye hajaisikia Injili, wote wameisikia. Kwa hiyo ndugu yangu, aa, mimi niseme niishia hapa kwa siku ya leo, lakini zidi kujua ya kuwa Yesu Kristo yuaja ya upesi kwa ajili ya kunyakua kanisa lake ambaye ndiye wewe, utakapoyafanya mapenzi ya Mungu na Mungu ameng'ona mcha ya kubariki. Nitakwenda kumshukuru mwenyezi Mungu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kipindi hiki na muda huu, kwa kuwa Bwana Yesu Kristo umenitumia kadri wewe upendavyo kwa kuwa Bwana Yesu Kristo umetoa neno lako kwa ajili ya watu wako hawa, Bwana yakuwa waendelee kukushika wewe, yak waendelee kuishi maisha ya utakatifu, wasipoteza hata dakika moja, kwa maana watakuja kujutia na kujua ningarijua na wao haitawasaidia. E Bwana Yesu, usaidia maisha yao mara waliko huko, wazidi kuishi maisha ya utakatifu, maana hivi karibu ni Bwana wakuja kunyakua kanisa lako. Ninakushukuru Bwana Yesu, achilia uwezo wako na nuru zako kwa ajili ya maisha yangu, ni katika jina la Yesu Kristo, Amen.